E bwana, kupitia katika mitandao yake rasmi ya kijamii, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema uh, Chadema TZ kimetoa taarifa kikidai kwamba naibu katibu mkuu wake wa Tanzania Bara Amani Golugwa Amani Golugwa amekamatwa akiwa kwenye viunga vya uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere JNIA usiku wa kuamkia leo Jumanne Mei 13, 2025. Taarifa hiyo imedai kuwa Golugwa amekamatwa na jeshi la polisi Tanpol, akiwa anajiandaa kusafiri kuelekea nchini Ubelgiji, ambapo alitarajiwa kwenda huko kwa ajili ya kukiwakilisha chama chake katika mkutano wa International Democracy Union IDU, unaotarajiwa kuanza kesho, Jumatano Mei 14/2025 katika nchi hiyo. Chadema imesema imewasiliana na shirika la ndege la Turkish Airlines alilotarajiwa kusafiri nalo, na kwamba wahusika wa shirika hilo wamewaeleza CHADEMA kwamba Golugwa hajafanikiwa kusafiri. Hata hivyo CHADEMA imeendelea kudai kuwa vyanzo vyake vimewajuza kwamba huenda Naibu Katibu Mkuu huyo akawa Kituo cha Kati cha Polisi, Central Police Station, Dar es Salaam, hivyo kwa sasa mawakili wa chama hicho wanaelekea kituoni hapo kufuatilia, hiyo hivyo kuahidi kutoa taarifa zaidi hapo baadaye. Lakini pia upande wa jeshi la polisi, bado tujia, uh, uh, tunapata tuna nafasi ya kuweza uh, kuuliza. Jitihada zinaendelea uh, taarifa ya jeshi la polisi kuhusiana na hiki itakapotoka tutakujuza haraka iwezekanavyo. Asante uh, na kwa heri. Lakini update kutokea Chadema ambayo walichapisha kupitia mitandao yao ya wa kijamii ni hiyo.